Na Yesu asifiwe. Leo tutasoma katika kitabu kile cha Wafilipi 4:4. Neno la Bwana linasema ya kwamba furahini katika Bwana, tena nasema furahini. Biblia inapokuwa inazungumza kwamba furahini katika Bwana na, na tena furahi inakuwa inamaanisha kwamba tupende kuishi kwa amani siku zote za maisha yetu, hasa pale katika mazingira ambayo tunakuwa tuna, tunaishi tuna, tuna inatakiwa kwamba tuwe tunafurahi tuishi kwa amani. Maana yake siku zote furaha huwa inaanzia kwenye amani. Unapokuwa na amani na ndugu yako, unapokuwa na amani na rafiki yako, maana yake huwa ni jambo jema. Mbele za Mungu hata mbele za wanadamu. Yesu anaposema kwamba mpende jirani yako kama nafsi yako, maana yake ni kwamba inatakiwa kwamba umpende jirani yako umpende ndugu yako. Tuache mambo ya kufarakana, huwa hayafai katika maisha tunayoishi. Unapompenda ndugu yako, unapompenda jirani yako, lazima siku zote ujue kwanza kumjali Lazima ujue kwanza kumjali katika mazingira yoyote, hata kama anapokuwa anapitia katika shida mbalimbali, inatakiwa kwamba unampenda unamchukulia, katika hatua zote anazokuwa anapitia. Kuna hatua ambazo rafiki yako anaweza kapitia, kuna hatua za changamoto za maisha, kuna magonjwa kuna vitu mbalimbali kadha wa kadha katika maisha ambavyo huwa vinatokea kwa, lazima tusaidizane, kwa sababu Mungu wetu, Mungu wetu ni pendo, pia anatupenda sisi.